Kuimarisha uwajibikaji serikalini, tutaendelea kutekeleza programu za maboresho ya utumishi wa umma ikiwemo matumizi ya mifumo ya upimaji na utendaji kazi. Wajibu huenda na haki au haki huambatana na wajibu. Hivyo basi, pamoja na na kuwataka watumishi wa umma kuwajibika ipasavyo, tutaendelea kuboresha maslahi au maslahi yao kadri uchumi utakavyoruhusu. Mheshimiwa Spika, vile vile tutaimarisha uwajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma ili kuboresha ufanisi, uwazi na tija. Tunataka kuongeza sio tu gawio ambalo serikali inapokea, lakini pia kufikia lengo la mashirika na taasisi za umma kuchangia angalau asilimia kumi ya mapato yote yasiyo ya kikodi. Nia yetu ni kuwajengea uwezo mashirika ya umma yaweze kushindana na kuwekeza nje ya Tanzania, kama mashirika mengine ya nje tunavyoyaona hapa ndani kwetu. Mheshimiwa Spika, msingi mwingine wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria ahadi yetu ni kuwa serikali itashikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa watu wote na, wak na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili mhimili huo huweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi tutasimamia utekelezaji kamili wa mapendekezo ya Tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi haki jinai au taasisi za haki jinai. Tutaendelea kufanya mageuzi na maboresho zinazoshughulikia masuala wa haki jinai ili ziweze kukabiliana na vitendo vyote vya uhalifu. Kwa upande mwingine, serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika sekta ya sheria.